Kwa nini bado tunabaki maskini hata kama tunahangaika, tunafanya kazi kila siku, tunajaribu biashara, lakini hatuoni mabadiliko. Kama hili limewahi kukutokea, basi hii video ni kwa ajili yako. Tutaangalia sababu tatu kuu zinazokuzuia kutoka kwenye hali ya kifedha duni, na mwisho nitakupa mbinu za kuanza kubadilika leo hii. Twende pamoja. Sababu ya kwanza, unatumia pesa kabla hujapata. Watu wengi wanaishi kwa pesa ambazo hawajazipata bado. Kabla mshahara hujaingia, tayari kuna madeni. Tayari watu wameazima, wamechukua vitu kwa mkopo au wanangojea pesa ya mtu fulani ili waendeshe maisha yao. Mfano, siku hizi ni kawaida mtu kusema nitakupa Jumatano nikishapata. Hiyo inamaanisha pesa hizo hazipo, lakini tayari zimeshawekwa kwenye matumizi. Unakuwa unacheza mchezo wa kukimbizana na pesa. Athari zake ni nini? Unaishi kwa presha kila siku, huna uwezo wa kuweka akiba kwa sababu kila pesa inayoingia ina deni lake. Hauna uhuru wa kuchagua, unaishi ukitegemea mishahara, msaada au bahati. Suluhisho ni nini? Anza kuishi kwa pesa unazomiliki, si zile unazotegemea. Tengeneza tabia ya kusubiri Usitumie kabla hujapata. Panga matumizi yako kwa kile ulicho nacho leo, si kesho. Ukidhibiti pesa zako kabla hazijatoka, utakuwa na amani zaidi kifedha. Sababu ya pili, hauna mpango wa pesa. Hufanyi bajeti. Swali rahisi. Je, ukipewa shilingi laki moja leo, unaweza kueleza kila senti itaenda wapi kabla hujaitumia? Wengi wetu tunatumia pesa bila mpangilio wowote. Na hatujui kila shilingi inaenda wapi. Hii inaitwa kuishi kwa kubahatisha. Na bahati huu haibadilishi maisha ya mtu. Ila mpango mzuri wa kifedha unaweza. Mfano, unapopokea mshahara, unalipa kodi, unakula vizuri, unajiburudisha, ghafla wiki ya pili mshahara umeisha. Unabaki unauliza iliishaje? Matajiri wanafanyaje? Kila pesa ina kazi. Kuna bajeti kwa kila pengele: chakula, usafiri, akiba, burudani, hata sadaka. Wanajua kabisa, kutokufanya bajeti ni sawa na kuamua kuwa maskini kwa hiari. Suluhisho ni nini? Anza kuandika bajeti hata kama kipato chako ni kidogo. Tumia app rahisi za kutunza rekodi au daftari la kawaida. Sababu ya tatu, unaishi kwa mindset ya umaskini. Hili ni gumu zaidi kwa sababu halionekani kwa macho, lakini lina nguvu anyabu. Wengi wetu tunakulia kwenye mazingira yanayotufundisha kuwa pesa ni kitu kibaya, au kwamba watu matajiri ni wabaya. Mfano wa mindset maskini: siwezi kuwa tajiri kama fulani, sina bahati kwenye pesa, pesa ni ya watu waliozaliwa nazo, siwezi kuwekeza, pesa yangu ni ndogo sana. Hizi fikra ni sumu zinaweka kuta kwenye akili yako kabla hata hujaanza safari ya mafanikio. Matajiri wanafanyaje? Wanaamini wana uwezo wa kubadilika na kujifunza, wanajiona kama wawekezaji hata kabla hawajawa na pesa nyingi. Wanasoma, wanajifunza, wanabadilisha mindset kila siku. Suluhisho ni nini? Anza kujiambia maneno chanya kila siku, ninaweza kujifunza pesa. Zunguka na watu wanaozungumza maendeleo Angalia video, soma vitabu, tafuta elimu ya fedha kila siku. Kubadilika huanzia kwenye fikra zako. Badilisha fikra zako, utabadilisha maisha yako. Rafiki yangu, kama unajitambua kwenye mojawapo ya ya hizi sababu tatu, hiyo ni hatua ya kwanza ya mabadiliko. Usiishi kwa kukata tamaa. Kumbuka, usitumie pesa kabla hujapata. Fanya bajeti hata kwa 500 tu. Badilisha mindset yako kuhusu pesa. Mafanikio ya kifedha siyo swala la kipato tu, ni namna unavyofikiri, kupanga na kutenda. Kama umejifunza kitu leo, like hii video, subscribe kwenye channel ya pesa vibe na washirikishe wengine. Na kama unataka video zaidi kuhusu jinsi ya kuwekeza, kuweka akiba au kutoka kwenye madeni, tazama video zetu nyingine hapa chini. Maisha bora ya kifedha yanaanza na hatua ndogo ya kujifunza na hatua yako leo ni hii video. Hongera kwa kuichukua. Tunakutana tena wiki ijayo hapa hapa PesaVibe.